Akizungumza na kituo hiki, mjane huyo na mdogo wa baba mkwe wake wamesema nyumba hiyo ipo kwenye ardhi ya familia iliyogawiwa kwa watoto wote, na mume wa mjane alipata sehemu yake baada ya fidia ya ardhi, huku wakieleza kuwa wameshtushwa na hatua ya baadhi ya ndugu kudai eneo hilo si mali yake. Kaa wakati kipindi marehemu yupo, tulivyokaa tulitoka kujenga kabuli la baba mkwe, akaita yeye, akasema shemeji mkubwa na shemeji mdogo, na waomba mja hapa nyumbani, tukae kikao cha kifamilia. Wakanitoa mimi, akawaita, akamwita mme wangu na watoto wake hao waliouza. Kuna mmoja alikuwa analalamika mwenyewe, alitoa kaeneo haka hapa, alisema, mimi sijalizika na hela aliyonipa kaka yangu. Nina imani angekuwepo mme wangu, yote haya yasingetokea, wala wasingefanya chochote kujenga kaburi la, la marehemu mtoto wake ambaye ni Timothy. Akaniita sasa, mimi shemeji, nataka nianze ni eneo pale, nikasema ni, ni pa, ni pana, wala sijaribu hilo eneo. Hadi kuhusu mbona yule amemwacha mjane na ana watoto sasa, hiyo ndio mbona itakuwa ni ngumu kweli. Mama akaniambia kwamba mimi bwana, nikasema haya ni mambo ya ndoa, huwezi kuingilia mambo ya ndoa ya mtu, lakini kikubwa nachopasa mimi naona, yule marehemu ana watoto, ana mjane, kwa hiyo vitu vya mjane hatuwezi kugusa mama. Osward Magala mdogo wa marehemu na Christopher Mponzi jirani wamethibitisha kumfahamu mjane huyo na historia ya eneo hilo. Maana baada ya kusema walitaka waligawana, mdogo zake kwamba eneo litakuwa mdogo wake t kuuze wz Mi hela nitawarudishia mimi mwenyewe, wale watoto baada ya kuuza nitawarudishia mimi hela mimi mwenyewe. ameulisi unabaki kwa, kwa mke ambaye ndio mke wa mdogo wangu huyu. Kwa hiyo sasa hivi tunashangaa, mama yangu huyo, mama yetu sasa, anaanza anatamani kitu alichoachiwa shemeji, kitu cha bwana wake, anasema ni cha kwangu, palikuwa pa kwangu, wakati si kweli ni haki ya huyu shemeji. Mwenyekiti wa Kijiji Manamba Tembela amesema mgogoro huo umeripotiwa na hatua zimeanza kuchukuliwa. Ndio hii nao katazwa na watu wa serikali kwamba wajane wasinyanyaswe, ni manyanyaso. Kwa sababu mwenyewe mimi, mimi, ni mwenyekiti wa kijiji hiki. Wananchi wengi sana walipolisikia hili tatizo wamekuja kunielekeza, mwenyekiti nalijua hili? Nikamwambia jamani, nalisikia mimi, kama kiongozi siwezi kulopoka, nasema jamani, nalisikia. Ndio wanaanza kusema sema kuna maonezi makubwa Huyu mama amemiliki ile eneo na bwanake muda wote. Leo anakuja mtu anasema ni eneo langu, nilijenga mwaka 65. Hakuna nyumba ya mwaka 65 hapo, haipo. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.